Ipo roho ile ikaniingia, ikasimamisha kwa miguu yangu. Ati ikafanya nini? Ikasimamisha kwa miguu yangu. Kwa hivyo Ezekieli bado alipoingiwa na roho wa Mungu, alifanyaje? Alisimama. Ati alifanyaje? Alisimama. Si alisimama kabisa. Siulize huyo mbokolino kama kwao watu wakiingia, wakiingiwa na roho hawaanguki. Si ndio huyo, si muulize. Aisa kuje. Najua hapa Ishirini na sita mstari wake ni ah, wapi? Ninasema hivi mwalimu wangu. Ndio. Yeremia ishirini na sita mbili. Ishirini na sita mbili. Eh. Eh, tamu sana inasema. Maana leo watu wamedanganywa na wakaingia katika madanganyo na bado wanafuata wachungaji wao, ndio? Naam. na kuliko wafuate Yesu wanafuata wachungaji. Soma hiyo. Bwana asema hivi, Bwana asema hivi, mama, katika uwanja wa nyumba ya Bwana. Ati nimesimama wapi? Katika uwanja. Naye Yeremaya akaambiwa, simama wapi? Katika uwanja. Na sisi tumesimama wapi? Katika uwanja. Twende useme na miji yote ya Yuda, useme na miji yote Yuda, ya Yuda wajao, ili kuabudu katika nyumba ya Bwana. Maliza. Sema nao maneno yote ninayokuamuru, sema nao ninayo kuamuru, wambia usizuie, ati usizuie, ati hey, hata neno moja. Hapana nizuie, usizuie hata, hey, neno moja. Kwa hivyo nikiwa nimesimama kwa viwanja, nisizuie hata neno ni moja ni sisi iye hata neno moja, kwani sisi ndio tulijituma hapa? Hakuna, ni sisi tulijituma? Hapana. Marko kumi na sita kumi na tano. Marko kumi na sita kumi na tano. Hey. Akawaambia Yesu akawaambia wanafunzi akawaambia aje? Endeni ulimwenguni mote, atiende wapi? Kumka hubiri nini? Injili kwa kila kiumbe. Hizi ni viumbe. Kabisa. Kwa hivyo Yesu ndiye ametupatia nini? Amri. Ya kufanya nini? Ya kuhubiri injili. Kabisa. Soma. Inaendelea kusema aje? Aaminiye na kubatizwa ataokoka. Kwa hivyo lazima mtu kwanza ahubiriwe, aamini, abatizwe, kisha fanyaje? Ataokoka. Naam. Lakini leo wanapiga magoti ya mchungaji awaombea, aokoke. Lakini maandiko yamesema atakaye amini na kubatizwa atafanya nini? Ataokoka. Ataokoka ama ameokoka? Ataokoka. Ataokoka ama ameokoka? Ataokoka ni present ama ni future? Ni future. Oh, kwa hiyo wachungaji ni waongo kabisa, si ndio? Eh, atikuja hapa, urudie maombi nyuma yangu, uokoke. Nani alikuambia hiyo,

Ati nini? Nani mtakuwa mkichukiwa? Nini? Na watu wote sio hiyo. Eh 24:11. Na moja yeyote atakayevumilia hata mwisho. 24:11 mwalimu. Barikiwa. Eh, wacha niangalie vizuri. 22:10 ama 10 mbili kumi ama kumi ishirini na nne ni hapo ishirini na nne mwalimu. Soma. Chakamuka msomaji. Acha nifike mwalimu ya yangu inasema. Soma. Inasema kuvumilia hata hey, lakini mwenye kuvumilia hata hata hata mwisho mwisho mwisho. Lakini mwenye tumefika. Tumefika mwisho, tumefika. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka nini? Atakayeokoka. Lakini wachungaji wa leo kuja kupiga magoti hapa, ni nikuombe ufanyeje, ataokoka? Kwani mchungaji atakuokoa nini? Atakayevumilia hata mwisho ndiye atafanya nini? Atakayeokoka, atakayeokoka. Yesu akirudi ndiye ataamuru kwamba atakuokoa ama atakutupa motoni, si ndio? Kabisa ndio ujue wachungaji leo ni waongo, si ndio? Ndio maana unaonaga leo watu wote wanajiita Wakristo, wakipotana na barabani wanasalimiana, bwana Yesu asifiwe, nimeokoka, niliokoka mwaka wa 1972 na bado ninaendelea, inaendelea aliokoka 1992 eh, na bado anafanya nini? <laughs> si ndio? Tunauliza Biblia, je, mitume wa Mungu walienda wakitangaza Wameokoka Naam. Si Matendo kumi na ma moja ishirini na sita Kristo walionibadia walionibadia, Iliokoka sijui nini? Yesu aliniokoa sijui. Soma hiyo. Eh, e, e, e, na n ikisema. Ikisemaje? 11:26 kitabu ni cha Matendo ya Mitume, cha Matendo ya Mitume, ndio inaendelea kusema hivi. mwalimu wangu unasemaje? 11:26, twende hata alipokuisha anasema kum..., e, hey. hata alipokuisha kufanyaje? muona akamleta Antiokia, hata alipokuisha kumuona akamleta Antiokia. E, ikawa kwa muda wa mwaka mzima, ikawa kwa muda wa mwaka mzima, wakakusanyika pamoja na kanisa, wa, mitume wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi na kuwafundisha watu wengi na wanafunzi. Si hii ndio kanisa hii kabisa? Sasa hizi tunafundisha kanisa kabisa, ama ni lazima tuende kwa jengo? ni kanisa tunafundisha kabisa. Nao mitume waliitwa akist an a waliitwa ama waliitwa, waliitwa. Kwa hivyo ni watu waliona ya kwamba wameokoka, ziioziio hey. Waliona ya kwamba hawa ni Wakristo, wakawaita nani? Heyo, ndio wanajiita wa Kristo. Hawagojei kuitwa, lazima mkipatana useme sijui nini, sijui mambo hayo yote, si ndio? mm. lakini mitume watu ndio waliona ya kwamba hao ni wa Kristo, kri... wa ni wa Kristo. Sasa ukilinganisha na waleo, si unaona kuna tashwishi <laughs> si ndio msomaji? naam mwalimu. si ndio? ndio maana mm. watu leo wanaligalia hapa na pale, si ndio? Naam, si ndio? E, sijui ni kubaya, sijui maisha ni magumu, sijui chumi huko juu kuna pesa, sijui pesa zimeenda wapi, si ndio? E, msomaji. Naam, mwalimu. Kwanza nisaidie Isaya ishirini na nne mstari wake ni watatu. Isaya, eh 24, mstari wake ni watatu, e, watatu. inasema inasemaje? ishirini na ine tatu Isaya, dunia hii ati, dunia hii ati nini? Dunia hii hapana kenya peke yake, dunia hii, dunia hii itafanywa tupu kabisa. Ati kuna wakati dunia hii itafanywa nini, tupu kabisa na kama dunia hii itafanywa tupu kabisa, sindio? Naam, hii magari itakuwa wapi? Hii manyumba itakuwa wapi? Sindio? Naam, maana dunia hii itafanywa tupu kabisa. Na kuharibiwa kabisa na kuharibiwa kabisa maana Bwana amenena hivyo. Maana nani amenena? Bwana amenena. Hapana, ni mimi naongea hapa? Nimenena ni Bwana amenena. Hapana, ni, ni wachungaji wananena? ni Bwana amenena. Hapana, ni shetani anasema? ni Bwana amenena. Amesemaje? Amesema dunia hii itaharibiwa kabisa, dunia hii itaharibiwa kabisa na kufanywa tupu kabisa, na kufanywa tupu kabisa. Endelea kusema, twende. Dunia inaomboleza. Atinafanya nini? Dunia inaomboleza, leo watu wanaomboleza kabisa, si ndio wewe? Watu wanaomboleza. Wanaomboleza. Leo ajali sijui iko wapi. Leo mzee mwingine amechinja watoto wake wawili mahali fulani, zilio. Naam. Zidio nyumba hey. Imechomeka sijui wapi, watoto shule wamechomeka. Twende dunia. hey. Dunia hii ina Ulimwengu unadhoofika. Ulimwengu wote unadhoofika. Unazimia. Unazimia. Watu wa kwa dunia wanadhoofika. Atina nani? Watu wa kwa dunia. Atina Ruto. Atina Trump, si ndio? Eh. Atina Netanyahu. Atina nani mwingine? Eh. Samia Suluhu, si ndio? Atina Museveni. Wanadhoofika, si ndio? Naam. Twende tena. Eh. Dunia imetoa unachizi. Watu wanaoika. Watu wanakaa kama wao wanakaa katika dunia. Ninyoshe tu mkono kama unakaa katika dunia. Twende, dunia imediuna.